lakini mgongano wa kimaslahi kigingi kukamilika likizo kwa wanafunzi. Mgongano wa kimaslahi kigingi kukamilika likizo kwa wanafunzi. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini habari kubwa kwenye kwenye gazeti gazeti la Mwananchi majimboni majimboni kwa fukuta. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi majimboni kwa fukuta. Kubwa inasema lakini sekta nne za guswa mjadala wa bajeti ukifungwa, nne za zaguswa mjadala wa bajeti ukifungwa, sekta nne lakini rais Samia Sulu Hassani, viongozi wa dini ponye ni mioyo ya watu. E, rais Samia Hassani e, asema viongozi wa dini ponye ni mioyo ya watu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Mwanza kuitunishia msuli Dar es Salaam kiuchumi. E, Mwanza kuitunishia msuli Dar es Salaam kiuchumi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa kabisa ndani ya gazeti la Mwananchi ni majimboni kwa fukuta wabunge, watumia mjadala wa bajeti kunadi walioyafanya kuomba waungwe mkono, wengine wakichimba mkwara, eh, washindani zungu awapa mbinu jea yeah, mjengoni, lakini mnyukano kuanza wiki ijayo eh, hiyo ni habari inayosema majimboni kwa fukuta hiyo eh, ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo ndani ya gazeti la Habari Leo kurasa mbili, naanza na habari inayosema UN yapongeza Tanzania kwa kupambana na rushwa. Hiyo ni United Nations, uh, United Organizations ya pambana yapongeza ya Tanzania kupambana na rushwa, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini Kasim Majaliwa, uh, tuimarishe ubora wa elimu kwa ajira bora, nasema Kasim Majaliwa tuimarishe ubora wa elimu uh, kwa ujira E, ajira bora. Lakini msaada wa kisheria Dar es Salaam warejesha nyumba e, mafunzo e, matunzo kwa watoto e, msaada wa kisheria Dar es Salaam warejesha nyumba na matunzo kwa mtoto yule. Habari inaendelea ukurasa wa ishirini. Lakini habari kubwa ni Samia ahubiri amani afunika Mwanza. Yeah, Samia ahubiri amani afunika Mwanza awataka sungusungu sungu wawe walinzi wa amani, viongozi wa dini waponye mioyo, lakini asema Tanzania ni salama. Agiza ziwa Viktoria litunzwe. Hiyo ni habari wa kurasa wa nne gazeti lako la habari leo. Lakini Watanzania waliopo Irani na Israeli kurejeshwa. Watanzania waliopo Irani na Israel kurejeshwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Habari leo. Lakini kuachana gazeti la Habari yote tuangazia gazeti la Uhuru lenye linaandika Rais Samia afanya kweli Mwanza. Rais Samia afanya kweli Mwanza afunga kazi 2025 kanda ya ziwa. Lakini bajeti ya Zanzibar yataka usawa wa kijinsia. Wanawake kugombea. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye ukurasa wa mbele. Lakini kwenye ukurasa juu gazeti la kula Uhuru kuna habari inasema Dr. Mpango ubia wa maendeleo utasaidia miundombinu ya Afrika. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Uhuru. Likini chana gazeti la Uhuru tuangalia gazeti lako la Zanzibar leo leje, inaandika waziri mkuu Kassim Majaliwa agiza usimamizi na udhibiti wa ubora wa elimu. Rais ya bari nasema waziri mkuu Kassim Majaliwa agiza usimamizi na udhibiti wa ubora wa elimu lakini kuna habari bado inayosema mamlaka ya yataifisha jumba la mzungu wa unga, ya mamlaka yataifisha jumba la mzungu wa unga. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar. Lakini Dr Mpango pia afrika itali utachochea maendeleo huku Wema kutoa kipaumbele masuala ya watoto hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Na raia 119 wa China wahamishwa kutoka Israel. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania, uzalendo kwanza, lenye inatohabarisha wizara ya uchukuzi ya sisitiza uwajibikaji kupitia teknolojia. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne, na habari kubwa ni maji ya ziwa Victoria yamwibua Rais Samia lakini kuna habari inayosema self mf yaanzisha mikopo ya nishati safi. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwa asubuhi ya leo lenye linaanza na habari kubwa inayosema Mchengerwa abariki madiwani nchini kuachiwa vishikwambi, Mchengerwa abariki madiwani nchini kuachiwa vishikwambi. Lakini kamati ya kizazi chenye usawa yapongeza wanawake Iringa, kamati ya kizazi chenye usawa yapongeza wanawake Iringa. Na habari kubwa kwenye gazeti la Wamachinga ni Rais Samia, amani utulivu ni muhimu. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan anasema, amani utulivu ni muhimu. Lakini Tanzania kuandaa jukwaa la kwanza kuhusu akili bandia AI. Tanzania kuandaa jukwaa la kwanza kuhusu akili bandia AI. Lakini tafiti za kiafya sasa kunufaisha jamii. E, tafiti za kisiasa sasa kunufaisha jamii. Hiyo ni wa Machinga, wa nyunge, kurasa, wa wa Machinga. Habari kwenye gazeti la kula wa Machinga, sauti ya wanyonge, kurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la kula wa Machinga, tuangazie jamvi la habari. Gazeti lako asubuhi ya leo linaandika jimbo jipya la chamanzi ni moto. Jimbo jipya la Chamanzi ni moto. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ataka usimamizi na udhibiti sekta ya elimu hiyo ni habari inaendelea, e, ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako e, la jamvi la habari. Lakini kuna habari inayosema Dr Samia ataka amani e, na utulivu vilindwe e, rais Samia ataka amani na utulivu vilindwe. Na tukiachana na gazeti lako la jamvi la habari lenyewe asubuhi ya ya leo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la busati linaandika habari kubwa inayosema mzozo wa Israel na Iran, dunia inatetemeka. Mzozo wa Israel na Irani dunia inatetemeka. lakini ziwa Victoria fahari ya bara la Afrika. Lakini kwa gazeti la Mtazamo Mpya lenye nambari kubwa inasema eh, retained earnings eh, suluhu ya kuzuia ukwepaji kodi wa makampuni makubwa eh, retained na earning eh, ni suluhu ya kuzuia ukwepaji wa kodi kwa makampuni makubwa. Lakini naibu spika zungu aga wa bunge naiba naibu spika wabunge aga wa bunge hiyo ni habari inayosema ndani ya gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Dr Samia ni mfano wa kuigwa kwa viongozi Afrika. Huyo ni lea ya Ulaya. Lakini Waziri Mkuu Majaliwa aagiza usimamizi makini, udhibiti ubora wa elimu. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa linaandika Dr Mpango, ubia wa maendeleo Afrika na Italia utasaidia katika maendeleo kidigitali barani Afrika. Lakini kuna habari inayosema Rais Samia asisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu. Mradi wa maji Butimba Mwanza kuwanufaisha wa wakazi zaidi ya laki nne na elfu hamsini lakini Kilimanjaro wampongeza Dedi Dr Mnasi kuongeza mapato Siha. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele na tukiachana sasa e, na gazeti lako la Mwana Habari kwenye kurasa a mbele, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema Mchengerwa atengua uamuzi wa vishikwambi vya madiwani. E, ni baada ya siku kadhaa madiwani kutakiwa kurudisha vishikwambi lakini e, kutoka TAMISEMI. Mchengerwa atengua uamuzi wa vishikwambi vya madiwani lakini Watanzania 368 walioko Irani na Israel kurejeshwa Zungu awapa mbinu wa bunge za kurejea tena mjengoni. Hiyo ni habari ukurasa nne kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa Jamii, lakini kuna habari kubwa inayosema kuelekea uchaguzi mkuu, rais Samia ahimiza utulivu wa kisiasa. Kuelekea uchaguzi mkuu, rais Samia ahimiza utulivu wa kisiasa. Lakini wabunge walia matumizi ya energy drinks kwa watoto. Wabunge walia matumizi ya energy drink kwa watoto pia watema nyongo muda wa kuchukuliwa alfajiri kwenda shuleni watoto. Lakini utafiti wabainisha chanzo cha ongezeko vifo vya watu vijijini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na gazeti lako la mwanahabari lenye linaandika Ofen Chikola akaribia kutua Yanga, lakini Msola mayai warudisha fomu mizengwe kibao E, Msola na Mayai warudisha e, fomu mizengwe kibao. E, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kurasa za michezo. Lakini awa lengo ni kufikisha mabao 20. Huyo ni Jansha awa e, lengo ni kufikisha mabao 20. Lakini kimataifa Liverpool itafanikiwa kumsajili e, Gui. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini kwenye gazeti lako la Mtazamo mpya kwenye michezo naandika makambo atimka kuikosa kosto E, oku sasa awindo na Pamba jiji na Namungo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo mpya. Huku uchaguzi wa TFF wagombea wakosa wadhamini. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mtazamo, unasema uchaguzi wa TFF wagombea wakosa wadhamini. Lakini gazeti lako la Busati linaandika Dodoma jiji kuisafishia njia Yanga ubingwa, Yanga mbele kwa mbele. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Busati lakini gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika Pakome awapa jeuri Yanga Fountain Gate sasa wa, waapa kuibamiza Azam. Na gazeti lako la Machinga linaandika kocha Twiga Stars mategemeo kibao. Pamba jiji sasa yamsaka Okwi lakini Makambo aikacha Tabora United yuna bari kwenye gazeti lako la Machinga huku Dr Msola mayai waliamsha TFF e, Dr Msola na mayai waliamsha TFF. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako kwenye michezo linaandika Dr. Mshindo Msola ajitosa kinyanganyiro cha uraisi TFF. Naibu waziri Kipanga, uchaguzi mkuu, muwape kipaumbele wanaothamini michezo. Lakini funguzi chani kufanyika kwa mkapa fainali Kenya. Lakini kimataifa, Messi na wenzake waichapa FC Porto Gold 2 kwa moja lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika Zanzibar kuwa kituo cha michezo utalii, huyo eh, ni waziri tabia asema Chipukizi KMK mvita ya ubingwa fa wembe spoti yaipinga. Lakini gazeti lako eh, la uhuru na lenyewe kwenye michezo, Tanzania Kenya mechi ya ubingwa kisasi, mayai Dr. Msola wamvaa karia, lakini yanga yaipigia hesabu kali dodoma jiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru. Na tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la habari leo linaandika watano warejesha fomu uchaguzi wa TFF. Na kwenye gazeti lako la The Sport linaandika kwa Yanga hii bipu pigiwe anawakimbiza huko Singida wanamkwara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sporti kwenye michezo lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika Yanga ya saka beki waraboni lakini mayai ali ana faulo za TFF. Wikendi ya lawama. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Nipashe kwenye michezo linaandika mayai msola kamili kupambana na Karia, kilio cha endorsement cha tawala wagombea uongozi TFF. Lakini Simba, Yanga hesabu mawindo lala salama. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo.